Habari za leo, karibu tena katika chaneli yetu Clinic, anaitwa Dr. Jimmy. Ana leo tutaongelea swali ambalo wengi wamekuwa wakituuliza, ni kwa nini watu wengi wamekuwa hawaponi changamoto ya bawasiri. Nipende kukufahamisha kufa, au kukufundisha, nitafundisha hapa kwamba bawasiri tunasema ni uvimbe a, ni, ni uvimbe ambao unatokea kwenye njia ya haja kubwa ambayo inatokea, inatokea baada ya mishipa na veni na ateri kuweza kuteleza na kupasuka hivyo kutokea uvimbe kwenye njia ya haja kubwa. Hiyo ndo bawasiri, na kuna bawasiri kama ina mbili mpaka tatu. Bawasiri ya nje, kuna bawasiri ya ndani, lakini pia kuna bawasiri nje ndani, inayokuwa inatoka nje kwa hatua za awali na rudi yenyewe, lakini baadaye inatoka nje Uh, moja kwa moja. Lakini pia bawasiri imekuwa na dalili kadha wa kadha. Kwenye video ambazo zimepita tumeelezea vizuri kabisa dalili za bawasiri, tumeweza kuelezea chanzo cha bawasiri, lakini pia na madhara ya bawasiri. Sasa leo tutaongelea swali, kwa nini watu wengi wamekuwa uh, wakiendelea kuteswa na bawasiri na kwenye video pia ambayo imepita tumeshaongelea madhara ya kufanyiwa operation. Wengi wamekuwa wakichukulia kwamba operation ndio suluhisho sahihi la changamoto ya bawasiri, lakini ukumbusha operation sio suluhisho sahihi la bawasiri kwa sababu changamoto urudi. Tumeshaelezea baadhi ya madhara ya kufanyiwa operation ya bawasiri. Sasa hapa leo nitakuelezeeni kwamba nitakuelezea moja kwa moja a, Aa, ni kwa nini unatumia dawa lakini bado unaendelea kupata changamoto hiyo ya bawasiri? Kwa nini changamoto ya bawasiri haiponi kwako? Kitu cha kwanza ni kutopata dawa sahihi. Sasa hivi tumekuwa na mkururo wa dawa nyingi zimekuepo, dawa nyingi za bawasiri ambazo zinazalishwa lakini nyingi zimekuwa sio sahihi. Kuna dawa ambazo inabidi utumie dawa sahihi, na wengi wamekuwa akifikiria kwamba bawasiri ni ule uvimbe unaotokea nje lakini la hasha. Bawasiri sio uvimbe tu unaotokea nje, na bawasiri inaanzia ndani, na wengi wao wanapambana na kile kinyama kuweza kukiondoa, na hivyo huwa kinashindikana, na wengi wakifikiria kwamba hiyo ndo bawasiri. Hapana, bawasiri sio tu kinyama cha nje, bawasiri inaanzia ndani na kuja A, nje. Sasa kwa nini unatumia dawa hauponi? A, sababu ya pili, sababu ya kwanza, kutopata dawa sahihi. Kama unahitaji dawa sahihi, ya, a, hakikisha unapata dawa inaitwa Pilecare. Hii ni dawa nzuri sana ambayo imesaidia watu kuondokana na changamoto ya bawasiri. Sababu ya pili ni kuendelea kupata choo kigumu, haupati dawa ya kuimarisha mfumo wako wa umeng'enyaji wa chakula. Ina maana kama utaendelea kupata choo kigumu moja kwa moja, itakupelekea au utaendelea kupata choo kigumu, itapelekea moja kwa moja, kusababisha kuto uvimbe kwenye njia ya haja kubwa. Ile haja inavyotoka kwa ugumu, na wakaweza kujikamua, basi itaweza kutoka na nyama ndani na hizo kuzileta nje, na pia kupelekea kupelekea maumivu, ha, maumivu, ha, maumivu waka, makali na kutokwa damu wakati wa kujisaidia. Lakini sababu nyingine ni kwamba kuendelea kukaa chini kwa muda mrefu, kukaa kwenye kitu kigi, kigumu kwa mfano kama kwenye kiti kama hichi hapa, unakaa hapo kwenye kiti kigumu kwa muda mrefu ukiwa upo kwenye a, process za kutibu bawasiri, basi jue ni changamoto ambayo inakuzuia wewe kuondokana na bawasiri. Kwa hiyo epuka kukaa kwa muda mrefu kwenye kitu kigumu au unapokaa unamaliza kura, basi hakikisha unaweza kusimama ili weze kuweka mfumo wako vizuri. Lakini kwenye video ambazo zimepita tumeshakuelezea moja kwa moja a, ni mazoe mazoezi gani unayotakiwa kufanya kwa upande wa bawasiri na mazoezi yapi ambayo utakiwa kuyafanya a, ili uweze kutibu changamoto a, hiyo ya bawasiri. Lakini a, a, kosa jingine wanaendelea kufanya watu wanaotumia dawa za bawasiri kuendelea kukaa kwenye vyo vyo vile vya kukaa A, vyoo vya kukaa tunajua, sasa hivi tunasema choni starehe sio vita a, lakini unavyoendelea kutumia vyoo vya kukaa na vyoo vya kukaa vimekuwa ni vyanzo vya bawasiri moja kwa moja. Kwa hiyo usipendelee sana kutumia choo cha kukaa kitaendelea kukupa shida na kitakufanya usiweze kupona changamoto hiyo ya bawasiri ambayo uko nayo kwa muda mrefu. Lakini ah, sababu nyingine ni kuwepo kwa baadhi ya magonjwa. Kuna wengine wanatumia dawa ya bawasiri ili hali ana vidonda vya tumbo, ana acid reflux, ana uzito kupita kiasi. Sasa ukiwa na changamoto hizi zote, basi ni ngumu sana kupona vidonda vya tumbo, kupona bawasiri. Ni kwa nini? Ni kwa sababu yale magonjwa pia yamekuwa ni vyanzo vya bawasiri. Moja kwa moja, vidonda vya tumbo na asidi vinavuruga mfumo wako wa menyaji wa chakula. Kwa hiyo sagwaji wa chakula utakuwa ni mgumu, kuweza kupata choo. Kwa hiyo moja kwa moja anza kutibu vidonda vya tumbo kabla ya bawasiri. Tunawashauri una vidonda vya tumbo, una asidi, tibu hayo magonjwa kabla ya kutibu bawasiri. una uzito kupita kiasi, basi hakikisha unapunguza kilo zako. kama ujui programu, kuna programu ambayo unaweza ukaifuata ukiwa hapo nyumbani, ni kuweka kwenye programu maalum, utaweza kuondokana, utaweza kukata kilo zako kila siku, lakini tumia uh, kuendelea kutumia vyakula Vinavyo vina, ambavyo ni vigumu, vyakula vizito ambavyo havisapoti mmeng'enyaji wa chakula kufanyika a, mapema na kwa haraka. Vyakula hivyo ni kama vyakula vya ngano, vyakula vya wanga a, vingine ni nyama. Unapoendelea kutumia nyama ili hali una changamoto hiyo ya bawasiri, basi ni ngumu wewe kuweza kupona changamoto ya bawasiri. Lakini pia kitu kingine ni utumiaji wa pombe. Ndugu yangu, kuendelea kutumia pombe ili hali una bawasiri ni changamoto kubwa. Ni kwa nini? Kwa sababu pombe inamaliza maji yote mwilini aa, inamaliza kwa sababu utakojoa. Unapokojoa, maji yatapungua, yakipungua, basi tapelekea kupata choo kigumu. Choo kigumu ni chanzo kimojawapo cha bawasiri. Lakini mwisho ni kwamba kula vyakula vigumu, sipendelee sana kula vyakula vigumu. Kula matunda, mboga mboga na vyakula kama ni ugali, basi hakikisha uh, utumie mboga nyingi au kunywa maji ya kutosha. Wengi hawanywi maji. Unavyokunywa maji, tumeshaelezea asilimia uh, 75 ya mwili wa binadamu uh, ni maji. Kwa hiyo ikitokea wewe haupati maji ya kutosha, ndugu yangu, hujua unajiandalia uh, mazingira mabaya ya afya yako kama unateswa una na bawasiri uh, na umekosa namna ya kuondokana na hiyo changamoto ndugu yangu, nikukumbushe kwamba paidekea ni zaidi ya dawa. Paidekea ni dawa ambayo imekuwa ikiwasaidia watu kuondokana na hiyo changamoto kiwaraka. Kama ni mara ya kwanza kufuatilia chaneli yetu, basi usubscribe na comment iweze kuwa mtu wa kwanza, kwanza, kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Karibu na Mungu apate kukubariki.